Siku moja asubuhi nilipokea ujumbe wa sauti kutoka kwa Diamond Platnumz mwenye furaha ya mtoto mwenye pipi. Microphone nyukani like this, Kaka James, tuna tunaasa, hii kazi yangu ya ushauri imegeuka kama tour ya Wasafi <laughs> Nilipofika Zanzibar, upepo wa bahari ulikuwa mtamu kama wimbo wa mapenzi. Diamond na Zuchu walikuwa wamepanga hoteli ya kifahari yenye mandhari ya bahari maua kila kona na sauti ya mawimbi ikicheza kama biti ya S2, hii si asili. <laughs> Nilipowasili, Zuchu akasema kwa furaha, karibu kaka James, leo tunataka upumzike na sisi, lakini kesho utatupa somo la ndoa kando ya bahari. Diamond akasema, na leo usiku tunavua samaki sisi wenyewe, hakuna chef, hakuna showbiz. Ni Simba na Malkia wake na mshauri wao wa moyo. Mimi nikasema James, aisee, sasa Simba navua samaki badala ya kuimba Washa? Dunia kweli inabadilika! Oh! <laughs> Usiku wa kwanza, tukaenda baharini, kila mtu ameshika ndoano. Zuchu umevaa kofia ya majani, Diamond amevaa kaptula ya Simba Forever. <laughs> Diamond akasema kaka James, sasa nataka tuone nani atavua samaki mkubwa zaidi. Mshindi anapata busu la baharini. Mimi nikasema, haha, Simba, usiweke dau kubwa, maana ukiangusha ndoano yako, utavua kamba badala ya samaki. Wote wanacheka. Baada ya dakika kumi, Zuchu wakavuta ndoano yake kwa nguvu, samaki mkubwa kama nusu kilo. Zuchu akasema wakasema, yeeh, nimeshinda! Diamond akasema, we jamani! Mimi niliweka bait ya mapenzi, samaki wamekimbia mimi <laughs> nikasema, Simba, huo ndio mfano wa ndoa. Ukileta mbwembwe nyingi, bahari inakutazama tu. Lakini ukileta upole kama Zuchu, samaki wa baraka wanakufuata wenyewe. Kesho yake asubuhi, tukakaa pembeni ya bahari tukinywa chai, upepo unavuma taratibu. Diamond akasema, kaka James, kweli nimegundua kitu. Mapenzi ni kama uvuvi, yanahitaji subira, upole na ukimya mimi nikasema, umesema kweli Simba. Kuna wakati bahari inatulia, kuna wakati mawimbi yanapiga. Lakini uvumilivu ndio unafanya ndoa iwe safari, si safari ya siku moja, bali ya maisha. Na Zuchu pia akapokea kitu, akasema mimi, nimejifunza kitu, mwanaume wengi wanavua samaki kwa show, lakini wachache wanavua kwa chakula. Diamond sasa anavua kwa upendo. Diamond akacheka heba akasema, mke wangu leo umenimaliza. Kaka James, nakuahidi sitavua samaki mwingine tena bila yeye. Baada ya siku tatu, tukakaa kwenye ufukwe tukitazama machweo ya jua. Niliinuka nikasema maneno ya kufunga safari, Simba na Zuchu, bahari hii iwe mfano wa maisha yenu. Maji yake yamechafuka wakati mwingine, lakini ndani yake kuna samaki wa furaha Mapenzi yenu yasiwe kama mawimbi yanayopiga na kupotea, bali kama bahari isiyoisha yenye kina cha upendo wa kweli. Hebo! <laughs> Nilirudi ndani kasema, sasa Simba sio tu msanii wa muziki, bali ni msanii wa mapenzi, na mimi Jamshilija, mshauri wa moyo, nimeandika ukurasa mwingine wa historia ya ndoa za Afrika.